Na wasisitiza viongozi wa serikali za mitaa katika ngazi zote kusimamia ukusanyaji wa mapato na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Aidha, nitoe wito kwa watumishi wa umma na wadau wa maendeleo kutekeleza majukumu yenu kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na kufuata miongozo iliyotolewa na inayotolewa na serikali yetu. Vilevile nawasisitiza kufanya kazi kwa uwajibikaji, nidhamu, weledi na kuacha urasimu ili kuleta tija na maendeleo endelevu. Na mimi naahidi kwamba ofisi ya mkuu wa mkoa ipo wazi, njoeni, kwa pamoja tushauriane kwa ajili ya kusukuma mbele maendeleo ya mkoa wetu na taifa letu kwa ujumla. Ninaombeni mashikamano ambayo chama yapo na serikali yataendelea. Hivyo mmekuwa msaada mkubwa sana kwangu, na mimi najivunia kuona kwamba Chama cha Mapinduzi kimezidi kunilea katika kipindi chote ambacho nilikuwepo hapa. Nikuthibitishie utapewa ushirikiano kama walivyompa Kanal Patrick Sawala. Mtwara tunasema kuchele kweli kumekucha, utafanya kazi kwa furaha na amani na kwa upendo wa hali ya juu. Watu wa Mtwara ni wakarimu. Na zile projection na mitazamo na maono yako yote ambayo utakuwa nayo kuhusiana na mkoa, basi sisi kama wakuu wa wilaya, wasaidizi wako wa karibu, tutakuwa tayari kuweza kushirikiana nawe na hapa Umakondeni wanapenda sana ngoma yani, kupiga ngoma. Ngoma ni ni, ni utamaduni wa asili na kuna ngoma ya kimakonde hapa ni sindimba. Kwa hiyo ukipiga ngoma yaki, ya, ya sindimba, sisi tutacheza, lakini tuko tayari kucheza ngoma nyingine yoyote utakayopiga tutacheza, tutacheza na chuni utakayotaka. Nafasi zetu ulizopewa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni kwa ajili ya kuwatumikia wananchi na kuleta maendeleo ya wananchi kwa hiyo mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuelekeze pale hapo na tuko sawa, tuambie. Lakini na tunajua, awali ya yote, sio kuwa taasisi, tutakuletea taarifa zetu sisi wote ofisini kwako, kila taasisi tutakuletea taarifa zetu za maandishi, angalau uweze kuziona. Utakapotuhitaji mmoja mmoja kuja kukuona, basi tuko tayari.